Siku ilikuwa naitwa mimi Muhamidi Saidi, mkazi wa Rubungo hapa jali jali. Ilikuwa siku siku ya Jumatatu asubuhi, imechomekewa na askani ya kichanja ile kwa namba ya usajili, ilichomekewa ikaanguka, aatambua ilichomekewa malawi malawi, baadaye ilivangua, tukakimbilia si raia kuangalia, wazima hawajaumia, Shukuru Mungu sababu hawajaumia. Basi tukawa nao kushirikiana nao hapa, ila ajali nyingi zinatokea barabarani, barabara nyembamba na magari mkoa wa Morogoro. Magari yamekuwa mengi kutoka Chalinze kwenda Morogoro, magari yamekuwa mengi zaidi. Sasa kwa, kwa ombi wetu sisi tunaomba mama yetu atuongezee barabara ili liwe pana zaidi, ili ajali zisiwepo barabarani eh. My name is John Pande from Malawi. Mimi nimetoka Dar ku, ku, ku, kuenda Malawi. Petroli nimebeba gari ya tanka. Mimi nilifika pale pakivuko pale nilienda kilomita 40. Nafika hapa, kuna kuja huko magari mawili amapeshana overtake. Lakini mimi cha msingi anataka tigongane uso kwa uso. Alafu nimekataa mimi, mimi ninaenda polini wale anaenda sawa Sijajua kama ni nani lakini zinakuwa role space. Eh, role mbili zinapishana overtake. Mwingine anaanzia hapo kukanyaga break kunifuata mimi, wewe anaondoka moja kwa moja.